Ah, karibuni sana Kingo Farm. Kwenye hii video ya leo bwana, ninataka niongelee kuhusiana na kuku wa kienyeji. Eh, ni wape baadhi ya mbinu ambazo zitawafanya mfuge vizuri au mpate um, kuku bora kabisa uh, wa kienyeji ikiwemo kupunguza vifo kwa wingi, manake hizo ndio ni changamoto kubwa sana ambazo wanakutana nazo wafugaji wa kienyeji. Vifaranga wakiwa wadogo wanakufa sana, lakini pia uh, kuto kupata uzalishaji mzuri wa hao kuku, yaani kwamba uh, unapata vifaranga wachache au kuku wakilalia mayai anatotoa mayai machache kabla ya kutotoa mayai mengi, lakini pia kujinsi jinsi ya kuwakuza, mambo ya chanjo. Kwa hiyo ni baadhi ya changamoto ambazo wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji wanazipata. Kuku wa kienyeji, ukizungumzia kuku wa kienyeji, ni kuku ambaye wafugaji wengi wanamfuga kwa ajili ya kitoweo. Uh, lakini wapo wafugaji ambao wanafuga serious kabisa huyu kuku wa kienyeji kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kumuuza na biashara ya kuku wa kienyeji. Unaweza ukamwona kuku mdogo kabisa labda kama huyu hapa, uh, bei yake ni kubwa sana, kwa sababu ya thamani ya nyama ambayo kuku wa kienyeji anayo. Uh, na jinsi siku zinavyozidi kwenda, ni kwamba wafugaji wengi wanakimbia kumfuga huyu kuku wa kienyeji kwa sababu wakifikiria kwamba ni kuku ambaye anachukua muda mrefu lakini pia ni kuku ambaye hana faida kubwa ukilinganisha na hawa kuku wa kisasa na kuku chotala. Lakini e, kama utajidhatiti kwenye kufuga kuku wa kienyeji ukatumia mbinu bora kabisa, ni kuku ambaye ana faida kubwa sana, lakini pia ana soko kubwa sana sehemu yoyote ile. Unajua, kwa mfano kuna maeneo ya vijijini ambayo aa, moja kwa moja kuku wa kisasa, kwa mfano hawa mabroila hawa huwa hawali, kwa hiyo wao wanatumia tu kuku wa kienyeji. Kwa hiyo ni moja ya kuku ambaye anauzika karibia kila eneo. Sasa tuanzie hapa kwanza, nianze na namna ambavyo unaweza ukamfanya kuku wa kienyeji atage vizuri. Ni namna gani unaweza ukamfanya kuku wa kienyeji atage vizuri? Kwanza ni kumpa chakula bora ma wafugaji wengi sana wamesahau hichi kipengele cha kuwalisha chakula kizuri kuku wa kienyeji ili waweze kutaga. Sisi tunayo kanuni ambayo ukimpa kuku wa kienyeji hii kanuni inapatikana kwenye kitabu cha E, uf, e, Safari ya Ufugaji, ukimpa okay, kuku wako wa kienyeji anataga mayai mengi sana, anaweza kataga mayai 25 hadi mayai 30 mfululizo. Lakini kuku wengi unakuta wanataga mayai 14, e, 18, wana wanayalalia. Uh, na wengine wanataga kwa kurukaruka. Hiyo ndio ni changamoto kubwa. Kwa e, changamoto ya utagaji inaanzia, mpe chakula ambacho kitamfanya huyo kuku atage kwa wakati, lakini pia atage mayai mengi na jambo jingine ni kwenye kulalia e, namna ambavyo e, utafanyeje, ili uweze e, kuku wako waweze kulalia na waweze kuangua mayai vizuri kabisa. Kwanza unahitaji uwe na majogoo wa kutosha, majogoo wazuri tena mbegu e, ambayo ni, ni, ni kubwa e, usije ukapata vifaranga au kuku wadogo wadogo. Kwa hiyo unahitaji kuwa na majogoo wasta. Ni jogoo mmoja nao uwezo wa kupanda tetea kumi. Kwa hiyo kama labda una kuku unatetea hamsini, unahitaji jogoo wa tano. Kwa hiyo utakuwa na kuku hamsini na tano. Kwa hiyo hicho kipengele muhimu, pia lazima uangalie jogoo ili kuku wako waweze kulalia. Unajua kuku wenyewe huwa wanataga tu, kuku aina yoyote lazima atage, lakini ili aweze kutotoa lazima apandwe na jogoo. Kwa hiyo unahitaji uwepo wa majogoo ili waweze kuwapanda kuku wako na waweze kuangua vifaranga. Sasa kuna changamoto kubwa sana. Hii changamoto hasa waga inakujaga kwenye namna ambavyo unawapa chanjo hawa vifaranga wako kwa sababu ya kutofautiana. Unakuta kuku mwingine ametotoa leo, kuku mwingine ametotoa kesho kutwa, mwingine labda ametotoa. Yani vifaranga, una, una vifaranga wengi, lakini vifaranga hao wanapishana sana umri, kiasi kwamba ha, unashindwa hata namna bora ya kuweza kuwapatia chanjo. Sasa mbinu pekee hapa ni kwamba E, kuku anapotaga kama umetengeneza viota vizuri kabisa, kuna mada hapa nilitoa ya kutengeneza viota wanapotaga. Anapotaka kulalia, unaweza ukayatoa mayai yake. Ukitoa mayai, unakuja una wakusanya, yani walau kuku hata watano walalie wa, wa, wa kwa, yani wawe wanalalia kwa pamoja, ndio unaowawekea mayai wote, na wastani wa yai likizidi siku ishirini japo wengi sana wanasema ni siku kumi na nne, lakini sisi hapa tumefanya tafiti tumegundua kwamba e, kama yai tokea lianguliwe likizidi zaidi ya siku ishirini, hilo ni kidogo linakuwa na shida ya kwenye kutoa mtoto. Kwa hiyo unawekea pamoja, wanatoto manake hawa watakuja kuangua siku hii moja, na kama watakuja kuangua siku moja, watakusaidia wewe kuweza kupata e, vifaranga wengi kwa pamoja, lakini pia namna bora ya kuwatoza. Sasa kuanzia hapo, kwa mfano kuku watano wakakupa vifaranga kumi kumi kila kuku mmoja, una vifaranga hamsini ni rahisi sana kuwanyang'anya mama zao, na wanyang'anya, unatengeneza bulda ya kisasa kabisa, unawapa chakula bora wale vifaranga na starter. Wakifika siku ya saba utawapa wote chanjo ya Newcastle, utakuja utawapa chanjo ya Gumboro hivyo hivyo utafuata utaratibu mzuri kabisa. Tunacho kitabu, tunakiandaa, kipo hatua ya mwisho kabisa. Ikifika tarehe kumi na tano, wale wafugaji wote wa kuku wa kienyeji mtakipata hichi kitabu. Hichi kitabu kinaitwa e, Ufugaji e, bora wa kuku wa kienyeji. Ni kitabu kizuri sana, ni kitabu ambacho tumezungumzia, e, tabia ya kuku wa kienyeji, namna ambavyo unaweza ukawafuga kuku wa kienyeji, namna ambavyo unaweza ukapata vifaranga wengi kwa pamoja, namna ambavyo unaweza ukajitanua kibiashara e, kuku wa kienyeji bila ya kutumia e, mtaji mkubwa au kutumia nguvu kubwa. Kipo hichi kitabu kitakusaidia sana kwao Hichi kitabu kitauzwa shilingi elfu kumi. Ni soft copy. Tarehe 15 mwezi wa 5 2025, hiki kitabu kinapatikana kwao. Kama umetazama hii video zaidi ya hizo tarehe, ujue hichi kitabu tayari kipo, unaweza ukatupigia kwenye hiyo namba ya simu ili tuweze kukutumia hichi kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji. tumeelekeza vizuri sana. Hata kama ufugi kuku wa kienyeji ni mbinu ambayo utaanza nao taratibu taratibu, baadaye utakuja kuwa na kuku wengi sana wa kienyeji. Aa, sasa ukiwalea katika huo mfumo e, faida zake ni nini? Ukiwalea wote kwa pamoja, alafu kaweka kwenye bulda, kwanza utapunguza athari ya kupata magonjwa e, jambo la pili utawapa chanjo kwa pamoja vitu kama hivyo, kwa hiyo magonjwa hawatapata, na jambo la pili ni kwamba utapata kuku wengi wenye umri unaofanana e, sasa au kuku unaweza ukawapa stata kati ya mwezi mmoja hadi mwezi mmoja na nusu. Na uzuri wa kuku wa kienyeji ukiwafuga wenyewe kwa ndani huwa hawali sana, kwa hiyo uh, utawafuga hivi wakifika mwezi mmoja na nusu. Sasa uh, kama unataka kuendelea, wapo watu wengine, hiyo ni biashara pia. Nawafundisha hata kwenye hichi kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji tumeandika unaweza ukafanya biashara. Unajua kuku kwa mfano kuku nao unaowaona mle huaga wanatembezwa, yani unatembeza una unaenda unawauzia wafugaji wengine. Sasa e, kama utawatembeza kuku wa kienyeji wenye mwezi mmoja, basi utapata sana pesa. Utakuwa unawauza hata shilingi elfu tano elfu tano elfu sita unawatembezea watu unawauzia. Ni kuku wazuri sana, mtu yeyote yule atapenda kuwa nao. Kwa hiyo unaweza ukawa unafanya biashara kama hiyo hapo, lakini Uh, pia vifaranga kule nilikufundisha mbinu kwa kuatamisha eh, lakini pia unaweza ukatumia mashine incubator, ukatafuta mayai bora, uka ukatotolesha kuku wako, na kushauri tumia kuku chotala, jogoo wa chotala, ili kuweza kuchanganya na kuku wako wa kienyeji. Utapata kuku wa kienyeji ambaye ameboreshwa, yani yule anakuwa ni kuku wa kienyeji ambaye ameboreshwa. Kama utachukua jogoo chotala ukampandanisha na tetea wa kienyeji wakienyejiamba uh, sasa baada ya hapo, kama unataka uendelee naye, umefikisha mwezi mmoja na nusu, unataka uendelee naye, unamchanganyia chakula vizuri kabisa kwa kienyeji, kwa kutumia kanuni bora ambazo tumeandika kwenye hicho kitabu lazima mtengenezee eneo kama hili ambavyo unaliona uwe na banda lakini uwe na sehemu ambayo wanaweza wakashinda. Yaani kuku wa kienyeji hawafungiwagi ndani jumla, au ukawaachia kabisa, ukawa na kuku wengi, kwa mfano eneo kama hili, ukawaachia kama una eneo kubwa. Ila muhimu, asubuhi unawapa chakula na jioni unawapa chakula ambacho kina ubora kina virutubisho vizuri. Kipo chakula cha vifaranga kipo chakula cha kuku wanaokuwa, kipo chakula cha kuku kwa ajili ya kutaga. Kwenye kitabu tumeandika vizuri kabisa. Uh, kama huna bajeti nzuri ya kununua chakula cha dukani, maana sasa hivi vyakula vya dukani ni gharama sana, hata ile stata ya siku moja, kwenye kitabu tume weka pale chakula cha kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya kumi na nne kipo special kabisa kwa ajili ya kuku wa kienyeji, na kitawafanya kuku wako wanakuwa vizuri kabisa, tena unachanganya kwa gharama nafuu kabisa kwa ajili ya kuwapatia kuku wako. Kwa hiyo unaweza uka, uka, ukaona vitu kama hivyo. Kwa ukitumia mifumo hiyo utapata kuku wengi ndani ya muda mfupi, lakini pia utapata kuku wenye afya bora. Kikubwa zingatia uh, chakula, lakini pia kwenye maji. Ukiwawekea maji, wawekee maji ambayo yana vitamini, maji ambayo ndani yanakuwa yana vitamini. Unatumia vitamini za asili kabisa, kwa mfano majani ya mpapai, mbogamboga, eh, mboga za majani kama vile chinizi, majani ya maboga, eh, yana vitamini kwa wingi sana. Yani, hichi kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji kimeelezea vizuri sana namna ambavyo unaweza ukatumia hizi mimea ya asili kwa ajili ya kumtengenezea kuku chakula lakini pia kumtengenezea vitamini virutubisho mbalimbali mbali, na akawa na afya bora kabisa. Uh, leo naishia hapo nawakaribisha sana Kingo Farmu. Naweza ukatupigia hiyo namba ili uweze kujiunga na kundi letu kwa shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili, lakini pia tayari kuna vitabu ambavyo tunavyo kama vile tiba za asili, safari ya ufugaji, ufugaji wa broiler, unaweza ukatupigia simu kama unahitaji hivi vitabu, kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Vinapatikana katika soft copy, tutakutumia kwa njia ya WhatsApp.